tena mtazamaji, mwakilishi wadi mteule wa Kabuchai kaunti ya Bungoma Erick Wekesa sasa anadai kuandamwa kisiasa kufuatia ushindi wake wa uchaguzi mdogo wa juma lililopita. Wekesa akidai kwamba kuhusishwa na ulaghai wa kahawa katika eneo la Tinderet ni nia ya kutatiza kuapishwa kwake. Inafuatia taarifa ya kumtaka kujisalimisha kaunti ya Nandi kwa madai hayo. Jana nilipokea simu e, around saa sita ikiniambia niende Nandi kwamba nahitajika huko kwa kosa ambalo linahusikana na kahawa na mtu ambaye alijitambulisha kama DCI wa Nandi. So mimi nilichukua lightly nikiona na yao kwa simu kwa sababu kwa maisha yangu mimi si, eh, silimi kahawa, eh, siuzi kahawa, eh, siusikani na na, na, any business ya kahawa apart from kukunywa kahawa. When I went to text the number, I saw there was a someone sent to me yesterday. Kulingana na mimi nafikiria hii ni siasa kwa sababu Nandi mimi sijui huko. Jawai Kanyaga kwa maisha yangu I've been in Nandi before. There are plans to hold me in custody. I'm feeling my life is in danger kwa sababu ya maneno ambayo anaendelea I've been trailed that one is a story for another day. Alafu na hii hii vitisho ambayo inapewa na hii harassment ambayo inapewa politically at my my level I feel my life is in danger.